Karibu tena katika chaneli yetu na kwa siku ya leo, tutaona ni jinsi gani mfumo ule wa utunzaji wa taarifa za washiriki za fedha unavyofanya kazi, maana wengi wa wamekuwa wakiuliza ni kwa namna gani mfumo huo unafanya kazi. Kama kawaida, tutaingia katika spreadsheet yetu ya Excel na tutaenda katika kipengele, kipengele kile cha kipengele kile cha awali ambacho tutaziondoa zingine ambazo hatuzitumii, na hizi sheet ambazo hatuzitumii hatu tutaziondoa. Mfumo huu una sehemu una sehemu kadhaa. Sehemu ya kwanza ni taarifa ni utambulisho wa kichwa cha habari ambao ni taarifa ya matoleo ya washiriki mwaka wa fedha 2024 robo ya kwanza mpaka ya nne mwezi wa kwanza mpaka wa kumi na mbili. Baada ya hapo tutakuwa na shiti tutakuwa, tutakuwa na grafu nne, ambao grafu ya kwanza ni sabato ya kwanza, grafu ya pili itakuwa ni sabato ya pili, grafu ya tatu ni sabato ya tatu, na grafu ya nne ni sabato ya nne. Lakini chini ya hizi grafu kuna taarifa zingine za ziada ambazo pia ni za msingi sana kuzingatia. Tuna jumla ya matoleo hayo ya sabato ya kwanza tuna jumla ya matoleo, sabato ya pili tuna jumla ya matoleo, sabato ya tatu tuna jumla ya matoleo, sabato ya nne na hapo kwenye jumla ya matoleo, tutakuwa tuna jumla ya matoleo yaliyoenda conference, na tutakuwa tuna jumla ya matoleo yaliyobaki katika kanisa mahalia kwa kila sabato lakini, baada ya kufunga taarifa hiyo, itatufungia jumla ya mwezi mzima kwa matoleo hayo katika kanisa mahalia, kwa matoleo yaliyoenda conference, na kwa matoleo yaliyobaki katika kanisa mahalia. Lakini pia itakuwa tuna sehemu ambayo itatusaidia kujaza taarifa za kanisa mahalia kwa mwezi kwa ajili ya kwenda conference lakini pia tutakuwa tuna sehemu ambayo itatusaidia kutupa mrejesho mzima wa mwezi mzima kwa kila mshiriki kwa matoleo yake yote aliyo yatoa. Basi tuende moja kwa moja katika sehemu hii. Tuna sehemu ya kwanza ambayo ni sehemu ya namba. Tuna namba moja mpaka namba mia na kumi kwa urahisi washiriki wanaweza wakawa wengi zaidi ya mia na kumi, hivyo unapohitaji kuongeza jina la mshiriki mwingine, hakikisha hauongezei kwenye namba ya mwisho. Ili kupatia urahisi wa kufanya kazi, unaweza ukaongezea kwa juu yake, utaongeza namba ili ibaki imetunza fomula ambazo zimekuwa zikiwa ndani ya ya ndani ya kiboksi. Lakini pia ukiona ni shida, unaweza tu ukaongeza chini, ili ukaweza kubadilisha pia rangi kwa urahisi. Yote haina shida. Kuweka fomula, utakopi tu kiboksi kimoja na utaonge utapesti kwa chini yake, fomula itafanya kazi kwa wote. Tuna sehemu ya jina la mshiriki, lakini pia tuna sehemu ya namba ya simu ya mshiriki . Utagundua kwamba tumeweka majina mengi ambayo ni majina ya mahali, majina ya vitu, majina ya vyakula. Haya ni majina ambayo yanaweza yasijirudie rudie kwa washiriki. Hii itakusaidia sana kwenye kubadilisha katika grafu zote, kwa sababu kwa mfano Kilonzo yupo katika sabato ya kwanza, lakini huyo huyo Kilonzo yupo katika sabato ya pili na sabato zote, na pia katika jumla ya mwezi utamkuta pia huyo Kilonzo, utamkuta pia huyo Kilonzo yupo. Kwa hiyo hili kutokuumia kwa haraka, nikihitaji kumbadilisha Kilonzo nitambadilisha kwa urahisi, nitaenda kwenye final replace kao, nitahitaji kuandika kile ambacho ninahitaji kukitafuta nitaandika Kilonzo kwa ufasaha kabisa. Nataka kubadilisha Kilonzo na kumweka nani? Nataka niweke Katuni kwa kila sehemu yoyote iliyoandikwa Kilonzo. Kwa hiyo nita replace all, maeneo yote ambayo yana Kilonzo yatabadilika. Kwa hiyo umeona, imebadilika, imekuwa Katuni badala ya Kilonzo. Sasa imekuwa katuni. Kote pale ambapo kulikuwa kuna kilonzo kuna katuni, kote pale ambapo kulikuwa kuna kilonzo kuna katuni, kote pale ambapo kuna kilonzo kuna katuni. Kwa hiyo wakati unavyobadilisha, kwa mfano katuni ikajirudia mara mbili, lakini unahitaji kubadilisha katuni ya tatu, kwa hiyo utaingia kwenye find and replace kabla ya kubadilisha napo tutaandika katuni. Tunamtafuta nani? Katuni, ili tumbadilishe, tumweke katuni wani. Kwa hiyo sasa uta find kwanza, kabla ya ku replace, una find. Kuna katuni wa kwanza, una find, unambadilisha katuni. Next unasema huyu hapa ndio nimbadilisha, unamreplace katuni. Huyu hapana, unatafuta katuni mwingine huyu ndo ni mbadilishi, replace unatafuta, huyu ni mbadilishi? Hapana, huyo ndio katuni wa mwisho. Kwa hiyo hakuna mwingine, ukifuta find next utarudi kule mwanzoni. Find next utapelekwa hapa find, find na hasi wa badilishi, nataje kumbadilisha ni huyo mmoja tu. unafunga. Ukifunga, utaona hawa wengine wamebaki katuni, huyu mwingine naye kabaki katuni ila aliyebadilika ni mmoja katuni one. Huyo tu ndio aliyebadilika. Kwa hiyo hii itakusaidia kubadilisha taarifa za washiriki kiurahisi pasipo kuingiza mshiriki mmoja mmoja, kwanza kutafuta mmoja mmoja. Vivyo hivyo pia kwenye namba za simu, utagundua tumeandika majina ya mazao na kila kitu. Kwa mfano, ninahitaji kubadilisha namba ya simu ya Ibra niliyemweka nahitaji kumwekea Ibra namba yake ya simu. Kwa hiyo nitakachokitafuta nitatafuta hiyo mahindi, nitaitafuta hilo neno mahindi, alafu kwenye hiyo mahindi nitaweka namba yake ya simu sifuri saba tano nane ishirini ishirini na tano na ya kwanza nitakuwa ninaangalia ili kama ina replace katika sehemu sahihi. replace replace replace replace replace. Kwahiyo sehemu zote ambazo zina Ibra zimesha ingia namba yake ya simu kiurahisi tu, pasipo pasipo shida. Kwa hiyo kwa namna ambayo ni ya kipekee mfumo huu utakusaidia kujaza taarifa pasipo kuumiza akili. Kwa jambo lingine, tunaenda katika upande wa tatu ambao ni matoleo ya zaka na sadaka. Kwa mpango, mshiriki anapotoa zaka na sadaka katika bahasha yake huwa anaandika aidha ya kuwa hiyo ni zaka tu, ama ni sadaka tu, ama ni zaka pamoja na sadaka. Ataandika zaka elfu kumi, sadaka elfu kumi pamoja ila kuna sehemu ataandika, sadaka elfu kumi na tano sadaka elfu ishirini Vivyo hivyo, unaweka kulingana na jinsi ambavyo ameandika kila Sabato, na ndio maana huu mfumo una maeneo tofauti sehemu ambayo ametoa kwa mpango utajaza kwa mpango, sehemu ambayo hajatoa kwa mpango utaandika sadaka tu. Kwa mfano hapa alitoa kwa mpango, kwa hiyo ili ili ili ili ili isiwepo tena hiyo, tutaweka hapa, na ukumbuke hakuna dash, ni sifuri. Sifuri ndio namba pekee katika hesabu. Kwa hiyo kama ametoa, na ndio maana ukiona hapa nikiandika elfu kumi inamaanisha ametoa zaka na sadaka kwa mpango elfu tano elfu tano ni kiminya okay utaona imegawa moja kwa moja hapa imekuja imekuambia zaka ametoa shilingi ngapi ametoa shilingi elfu tano sadaka ametoa shilingi elfu tano kwa hiyo zaka haitagawanywa sadaka ndiyo itakayogawanywa asilimia 58 ya sadaka imeshagawanywa na asilimia 42 ya sadaka inabaki kanisa maalia imesha gawana. Lakini huyu mshiriki asipotoa kwa mpango akatoa zaka kubwa na sadaka ndogo, inamaanisha tunabadilisha mfumo, tunakuja kwenye kipengele kingine ambacho tutasema ametoa sadaka, tuko pamoja, ametoa sadaka shilingi elfu kumi na tano, ay, ametoa sadaka shilingi elfu kumi. Ametoa sadaka shilingi elfu kumi, unapominya ok, sadaka itagawanywa sadaka asilimia hamsini na nane inayoenda conference na sadaka asilimia arobaini na mbili inayoenda kanisa maalia. Lakini ikiwa zaka zaka ametoa shilingi elfu hamsini, ametoa shilingi elfu hamsini, unavyominya ndio itaingia kwenye zaka elfu hamsini tu. Kwa hiyo inamaanisha ametoa sadaka elfu kumi na zaka shilingi elfu hamsini kwa hiyo kwenye asilimia ile kumi ya zaka itaingia ile zaka yote ambayo ni elfu hamsini lakini sadaka, kwa sababu alitoa asilimia ndogo, itakuwa imeingia katika sehemu hiyo. Kwa hiyo matoleo yake yatagawanywa kulingana na utoaji wake. Unavyobadilisha hizi taarifa hapa, kumbuka, zinaenda kujazwa kwenye jumla ya taarifa ya mwezi ya mwezi husika ambao mshiriki mwezi husika ambao mshiriki ametoa kwa, kwa wiki ya Sabato husika ambayo ametoa na ndio maana ukija huku kwenye kwenye kwenye kwenye jumla kwenye jumla ya matoleo utakuta matoleo ya zaka na sadaka hajatoa kwa mpango, ila matoleo ya sadaka tu ametoa shilingi elfu kumi. Matoleo ya zaka tu ametolewa shilingi elfu hamsini. Zaka ya asilimia kumi imekuwa ni elfu hamsini. Sadaka kwa sababu hakutoa asilimia kumi haipo sadaka asilimia. Kwao tunavyoenda kwenye jumla ya waliotoa kwa mpango tunaangalia kwenye hesabu hii hapa. Mfumo kule chini utakusaidia kuonyesha watu waliotoa kwa mpango, kwa hiyo yenyewe itakuwa inachukua hesabu hii. Tuko pamoja. Kwa hiyo unapotaka kujua watu waliotoa kwa mpango, unaangalia tu kwenye hesabu ya matoleo ya zaka na sadaka. Daka itakupa urahisi wa kujua watu waliotoa kwa mpango na watu waliotoa zaka tu na watu ambao hawajatoa zaka tu hii pia tutaandaa grafu yake kwa ajili ya kutoa watu waliotoa kwa mpango na watu waliotoa zaka tu na watu waliotoa sadaka tu. Grafu yake itakuwepo na itaonyesha kwa hiyo, unavyoenda kwenye mgawanyo katika konferensi, itakuambia zaka iliyoenda konferensi ni elfu hamsini. Sadaka iliyoenda ni elfu tano mia nane. Sadaka ya makambi kule ametoa, sadaka ya makambi ipo, kwahiyo utume hakuna. Kwahiyo jumla ya sadaka ilioenda konferensi ni hiyo, lakini jumla ya sadaka iliyo, jumla ya fedha iliyobaki kanisa malia, pia na yenyewe itakuandikia, lakini pia itaenda kuongeza idadi kwenye taarifa ya mwezi aliyoitoa huo ndio uzuri wa mfumo huu jinsi unavyofanya kazi. Lakini pia ukienda kubadilisha matoleo yake, matoleo yake ukaenda kubadilisha katika kila sehemu ambayo ametoa huyu mtu, ukaenda kubadilisha matoleo, matoleo yake uko kote ambapo ametoa. Moja, tubadilishe matoleo yake, tuone ambavyo inakuwa tubadilishe matoleo yake matoleo yake yote, tuone jinsi ambavyo inakuwa. Matoleo yake tuweke kila sehemu kwamba hajatoa kitu chochote katika, katika, kila, katika kila mwezi tuandike kuwa hajatoa hajatoa kitu chochote katika sabato hizi zote, awe hajatoa chochote kile awe hajatoa chochote kile katika sabato hizi nakumbuka, sehemu unazopaswa kubadilisha ni sehemu za matoleo tu, sehemu za matoleo tu. Ukishabadilisha sehemu za matoleo, kwingine kuna kwingine kunabadilika kwenyewe. Usije ukabadilisha sehemu zenye fomula Yaani, sehemu zenye fomula, sehemu za kugawanya zaka na sadaka, usibadilishe. Utakapobadilisha utakosea, utakosea, uta, hesabu eh, zako zitakuja kwenda kinyume. Kwa mfano hapa, hii ni sehemu ya matoleo, ukiandika sifuri ukakubali, uka huku kote kwenye, kwenye fomula zaka na sadaka, ngoja turudie turudie kidogo. Kumbuka hapa zaka ni asilimia kumi, hapa imegawanywa. Sadaka ni asilimia kumi, itagawanywa kutoka kwenye hii matoleo ya zaka na sadaka. Lakini pia kuna zaka, kuna sadaka asilimia hamsini na nane inaenda konferensi, na kuna sadaka asilimia arobaini na mbili. Haya maeneo ni maeneo yenye fomula, hayapaswi kugusa, na ndio maana ukigusa, utaona huku juu fomula inasoma. Ni maeneo ambayo hupaswi kuyabadilisha. Maeneo ambayo unaweza unatoka kubadilisha tu ni eneo lenye fedha. Ukiweka sifuri huku kwingine utagundua kumebadilika kwenyewe, kumebadilika kwenyewe. Kwa maeneo ambayo hayajabadilika tu ndo maeneo ambayo unaruhusiwa unaweza ukayabadilisha, ndo maeneo pekee ambayo unaweza ukayabadilisha na baada ya kubadilisha hayo matoleo ya zaka, tukienda huku chini kwenye taarifa tutaona taarifa imebadilika. Jumla ya matoleo ya sabato ya kwanza matoleo ya zaka, matoleo ya zaka na sadaka ni sifuri, matoleo ya sadaka tu ni elfu kumi, matoleo ya zaka ni shilingi elfu hamsini. Hayo ni, ni jumla ya matoleo yanayoenda conference. Vivyo hivyo kwenye matoleo kwenye matoleo ya mwezi kwenye matoleo ya mwezi pia, kwenye matoleo ya mwezi kwenye matoleo ya mwezi pia utakuta kuna mabadiliko yamejitokeza me, ya imepungua, haiwezi ikaisha yote, maana kuna sehemu zingine kule watu wametoa hela, ila imepungua matoleo ya mwezi ya mshiriki. Lakini kwenye matoleo ya mwezi ya mshiriki husika utakuta ni yale ya kule mwanzo, elfu kumi elfu hamsini elfu hamsini tu, kwingine kote hajatoa. Kwa hiyo mgawanyiko unafanya nini? unabadilika kulingana na utoaji wa muhusika. Kwa hiyo unavyoingiza taarifa katika kila sehemu, taarifa za huyo muhusika zitaenda pote na zitafanya nini? Zitabadilika. Hiyo ndio uzuri, hiyo ndio uzuri, wa... uzuri wa Excel itakusaidia kufanya kazi kwa urahisi na kwa ufasaha. Mungu awabariki. Hivyo ndivyo mfumo huu unavyofanya kazi. Mungu awabariki.